Katika kipindi hiki cha msimu wa mvua, jamii inahimizwa kuchukua tahadhari na hatua stahiki za kujikinga na magonjwa mbalimbali, ikiwemo magonjwa ya mlipuko kama vile kipindupindu, typhoid, amiba, minyoo, dengue, malaria na magonjwa mengi ya tumbo kuharisha pamoja na kutapika. Ili kujikinga na magonjwa hayo, jamii inahimizwa kuchukua hatua zifuatazo: zingatia usafi wa mazingira yanayokuzunguka ikiwemo kudhibiti mrundikano wa taka huzagaa kwa makopo na chupa pamoja na kutuama kwa maji. Hakikisha unatumia maji safi na salama kwa kuyachemsha au kuyatibu kwa chlorine. Zingatia matumizi sahihi ya vyoo na kuacha tabia ya kujisaidia maeneo ya wazi mashambani, kwenye vichaka na kwenye vyanzo vya maji, kuacha tabia ya kutiririsha maji taka kutoka vyooni, bafuni na matumizi mengine kwenye mitaro ya barabara na maeneo ya wazi. Osha vizuri matunda na mboga kwa kutumia maji safi na salama. Zingatia usafi wa vyombo kwa kuhakikisha unaosha kwa maji yaliyo safi na salama. Zingatia usafi na usalama wa mikono kwa kunawa mikono kutumia maji safi tiririka na sabuni nyakati zote muhimu, kama vile unapotoka chooni, kabla ya kula na wakati wowote wa unapohisi mikono yako michafu. Kujiepusha kula chakula kilichopoa na kutunza chakula kilichobaki katika mazingira safi na salama. Lala kwenye chandarua ili kujikinga na magonjwa mbalimbali yanayoenezwa na mbu. Ikiwa utahisi dalili za kuumwa, usisikilizie, wahi haraka katika kituo cha kutolea huduma za afya kilicho karibu yako ili kupata matibabu mapema.